Na Mungu asaidie sisi tuweke mkono katika Afrika mzima, na Mungu aweze kulinda kaunti ya 47. Watu ya Msambwa tuko na shida moja. Wakristo kama wa Catholic kama nini, wakicha kwa dini ya Msambwa, wanataka wachukue hiyo nafasi wako kanisa yao, lakini wakifika siku kama ya leo, wanataka waone kama sisi, wanachukua hiyo dini ya Msambwa, ambayo hakuna wakati mkatoliki ataenda kwa church of court aongoze Hakuna muislamu ataenda kwa mkristo aongoze, lakini muislamu akiingia kwa dini ya Msambwa anataka aongoze. Akicha kwa mkristo, anakucha anataka aongoze. Hiyo tunaona kama iko matharau na sisi hatuna matharau yote. Dini ya Msambwa sisi sio wanasiasa, sisi ni watu tunaomba Mungu wa mbingu na nchi. Neno ingine nataka kuongeza Pokoti, Pokoti iko neno nataka kusema. Tuko na utini Pokoti naitwa Mafuta pole. Mafuta pole ni tini ambayo ilitoka kwa ni Mafuta pole. Sio Msambwa. Sasa inataka kuanzia saa hii Mafuta pole iitwe Mafuta pole. Kama Legio Maria inaitwa Legio Maria. Kama Chuta Israeli inaitwa Chuta Israeli. Lakini hakuna acha kuita Mafuta pole na huku wanasema ni watu wa Msambwa. Ah ninasema naomba serikali yetu. Ninashukuru serikali inashukuru serikali ya Kibaki ambayo alimpa mangaso katika dini ya Musambwa wakati Kibaki likucha. Kwa hivyo nasema kwamba kama si mimi kiongozi ya Pokot huko, naomba serikali kwamba aweze kutukumbuka. Sababu katika epoma ni sisi ndio tulichenga hii nyumba, pamoja na waluya tukishirikiana pamoja, na sisi ndio tulichenga, tulichenga nyumba ya wamama, na sisi ndio tunalisha mpaka wakati huu mambo ya tumbo. Sisi elicha alisema mpoku ndio mama papa ya poma hii, ndio sasa Tunakuja kila siku tunaleta chakula katika poma hii na nikiomba katika kaunti hii ya, ya Bungoma ambona tulikuwa nasema juzi ambona hakutambua Elicha kama ni mwana mwanapi ambaye sucha alipikania huru katika jamhuri ya Kenya. Hivyo sasa vile tuko hivi, nashukuru serikali hii iko katika jamhuri ya Kenya kama Arasa Moi vile kama amechukua uongozi, tunaomba kwamba ma bishop sote a katika jamhuri ya Kenya aweze ambia ma pastors kwamba tuombe Kenya amani, sababu miaka sitini wakati tuchapata uhuru, ilikuwa wa Kenya vile iliteswa na wakoloni, ambayo wa Kenya alikuwa anapendana, lakini wakati huu shida kubwa imepatikana Kenya sababu tumepoteza watu wengi na kiomba serikali yetu tuweze kusupport makanisa na kwamba kuwezesha kusupport makanisa ili kwamba tupate nguvu ya kuombea Kenya amani katika kaunti 47 na kwa hivyo sasa vile mimi natoka Pokot nikiomba tu kidogo kuna wenzetu ambayo naitwa Maputa Pole kwamba ametu stulumu kabisa, kusema Msamba sio sio wakubwa, nikitaka najua, mafutapole ni kanisa kama makanisa ngine kama Katoliki, kama Lutheran, kama ACK ambayo tunomba katika kanisa sote, katika katika jamhuri ya Kenya, sisi wenyewe tupendane.